Lazima mwalimu kama anafundisha somo, lazima lile analolifundisha ndo lile lile litakuja katika mtihani. Kweli unaona kweli? Sasa wewe mwalimu wewe mwalimu, umeandika wewe ulifundisha watoto one plus three, four, mm. sawa mm. two plus, uh, five, seven. mm. kwa hivyo wanafunzi wamejua vile ulivyowafunza wameshika vizuri, lakini siku ya mtihani umechanganya, umeleta hivi One <laughs> plus two, eh, minus three, uh, into power sijui nini. Yule mwanafunzi unamchanganya mwana na hujamfundisha, hujamfundisha mm. unaona hata tukiangalia wale wanaofeli katika hizi e, mitihani ya mwisho KCPE KCSE mm. hawakufeli kwa sababu hawajui kweli. walifeli kwa sababu vile mtihani ulikuwa umechanganywa si vile alivyosoma exactly. unaona sasa hii ni tatizo, ni donda sugu ambayo shule inafaa ichukulie maanani mm.